Na kusikiliza ndugu yangu nasema Ukili, ukilinganisha profile ya vilabu vingi vya Tanzania kwa sema... sasa uh, na klabu kama Simba mbali sana ni maajabu. Endelea ndugu yangu nipo kwa ajili yako. Ulikuwa unasema Simba kwa sasa ni moja kati ya timu ambazo Simba. Eh? Wenzetu nje wanaanza kuizungumzia Simba na kuanza kumzungumzia Modewiji kwa maana ya uwekezaji. Mama yangu mama mama yangu mama yangu. Mama. Alikamwe, hebu tuache kwanza basi uwe maumivu yakizidi muone daktari, mm. Endelea ndugu yangu <laughs> mashabiki wa vilabu vingine wanaishia kulalamika, okay. lakini Simba wanashangilia. Jamani, hivi walisemaga Yanga wenye akili ni watu wawili tu, eh? Mbona kama huyu anataka kuwa mtu wa tatu, au naye ndo zinaingia na kutoka Gospel sound. <laughs>